Lakini angalia maisha yenu. Ukimaliza kuanzia mkoa wa Pwani unaingia mkoa wa Lindi, kushoto na kulia, nyumba za majani zinaongoza. ni watu wenye mitaji midogo wanaojaribu kusurvive maisha yenu ni magumu. Lindi inaongoza kwa umasikini Tanzania. Mmezungukwa na bahari, mna gesi, mna samaki, mna bahari pa kujenga bandari, na bahati mbaya sana watu wa Lindi, bahati mbaya sana mmefikiri umasikini umeungwa na Mungu. My friend and I are foodies, but we don't like to share. 2020 baada ya uchaguzi, mimi nilikimbia nchi, sina faa ndugu zangu, mimi nilikimbia nchi, kimbia nchi. Mimi na Magufuli tumegombana sana, amenipeleka polisi zaidi ya mara mia moja, amenipeleka mahakamani, amenipeleka jela. Baada ya uchaguzi mkuu, wakawa wanatafuta roho yangu, na mimi, mimi, mimi ni mtoto wa Mungu ndugu zangu, nikasikia sauti, Lema, chukue mama na mtoto uende naye Yusufu mwenyewe alitoka kwa duka la na Nabii Isa kwa mimi Bwana. Eh, basi, yeye alichukua mama na mtoto uende naye mpaka nchi takaokuambia ukae huko. Kasikia malaika nikachomoka. Nimekaa huko, sauti ikanijia Lema, Yule aliyekuwa anataka roho yako na watoto hayupo tena, yuko Chato. Sasa unaweza kurudi. Nimerudi. Yesu yeye, nimerudi. Ndugu zangu na hapa, kwa jina la Mwenyezi Mungu, maisha ya mnyama katika nchi zilizoendelea yana thamani kuliko maisha ya binadamu chini. Nakwambia ukiambia ukiambiwa, unaweza ukasema ni kashfa. Ukienda mataifa yaliyoendelea, paka, ndege, mbwa, njiwa anapewa thamani kuliko binadamu. Nchi hii ukienda hospitali yoyote sasa hivi utakuta mama mjamzito anajifungulia mtoto chini. Maisha mtu. Hapa watu wanakufa kila siku kuliko naweza kufikiria. Maisha yenu ya yana thamani na maisha yenu yamekosa thamani, mpaka wanafikiri nyie saizi yenu ni kanga na kofia. Ikifika uchaguzi unapewa kofia ina picha ya mwanaume mwenzako unaivaa, mke wako anapewa kanga ina picha ya majaliwa. Kwa nini kuleta miundombinu ni ya kisasa ya uvuvi iye mweze kuuza samaki kwa makilo maelfu na mataji watu wenu wa matajiri? Sasa maisha mlionayo sio ya Mungu, na bahati mbaya sana tukisema maisha yenu ni magumu, kuna sababu hamtuelewi kwa sababu mnafikiri hivi ndivyo mnavyopaswa kuishi kwa sababu nyinyi ni maskini. Kuna mmoja sema mimi sio maskini, nimekula dagaa mchana. Wewe ni maskini kwa sababu una pesa ya kutosha vizuri, vizuri. Usuma, watoto wako wasomi vizuri hautimi vizuri shule wanaosoma watoto wenu, hizo sio shule wanazosoma watoto wetu, nikiwamo mimi kabisa. Mimi mtoto wangu nisoma shule ya kata na nilikuwa ngumu shule ya kata, asomi hizi za kwenu hizi na baba na mama anakula anakula wali na marage, asomi mtoto wangu mimi za shule sindo

Unapokuwa na zana ya uchaguzi bora, maana yake unakuwa na nafasi ya kutengeneza serikali yenye ushindani. Leo CCM wanaamini hivi, wanaweza wakashinda uchaguzi kwa kutumia nguvu na wizi, maana yake uamuzi wa CCM kuwepo madarakani au wamliwi tena na kura wananchi. Na kwa sababu wewe mwananchi auamui nafasi ya CCM kuwepo madarakani, unafikiri CCM itajali mambo yako?

viongozi CCM inaamua nani awe mbunge, nani awe serikali.